Gereni sana, tunaona furaha ya wanayanga inajidhihirisha usoni. Kombe la muungano kwa mara ya saba, mkichukua takwimu kubwa zaidi, furaha kiasi gani kwenu? Kwanza tunamshukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndiyo malengo ya kila mshabiki na mwanachama wa Yanga tunapokwenda kushiriki mashindano, basi mwisho wa mashindano tuweze kuyachukua. Tume kwao, tumechukua ile kombe, tumefurahi, tumerudi nyumbani. Maandalizi yanafuata sasa kwenye mechi za kombe la shirikisho la CRDB na mechi za ligi kuu inshallah. Wapo wanaolibeza, lakini kwenu lina maana kiasi gani kombe hili Young Africa kulitoa? Analibeza kombe la muungano simple kabisa, hana akili timamu. Timamu. Hana hana akili, usibisha akili. hana akili akili usibishaye wala usibishaye naye sana hmm. hmm. Lakini pengine wanasema ni mazoezi tu ya Yanga kunyanyua makwapa, maana nyinyi makombe mnajiandaa nayo ni kweli? Sisi, haya ni maisha yetu ya kawaida kabisa maisha ambayo tumeyazoea. Ndio maana kila tunapokwenda kwenye mashindano tunakwenda kuweka jitihada tufanye vizuri tuweze kuchukua mataji. Hali ya hewa kama imeanza kubadilika ile e, idadi ya mechi uliyosema imebaki kama imeongezeka moja hii. Ni wewe umesema. Ni wewe umesema. Kuna taarifa tuliyoona leo kutoka body ya ligi. Ni wewe umesema. Ni wewe umesema hiyo taarifa. Nilisoma taarifa lakini sijaisoma mimi. Wanaipanga tarehe kwa ajili ya nyinyi kurudia mchezo namba 188. Sijaisoma mimi hiyo taarifa sijui. Nimefika hapa na habari zangu za Muungano, hiyo nyingine sijui Mmejipangaje? Lakini ikitokea tarehe itapangwa kama Yanga Afrika, msimamo wenu ni upi? Yanga, hatupigi ramli kwenye mambo yetu, huwa yeah. hatupigi ramli Yanga yeah. tunafanya kila jambo lipo kwenye mpango yetu, huwa hatupigi ramli kwamba ikitokea hivi itakuwa hapana. Sisi huwa hatupigi ramli. Msimamo wenu hamtacheza kweli? Una maswali? Leti maswali mengine ni fahari kubwa kwa sababu uh, mashabiki wanachama wa klabu hii hakuna kitu kingine wanakihitaji zaidi ya timu hii kuchukua mataji. Kwa hiyo inapotokea tunakwenda kwenye mashindano malengo ni kufanya vizuri, inapotokea tujafanya ina vizuri, basi ni maumivu wa kila mtu. Kwa hiyo tumekwenda Pemba, tumefanya vizuri, na niwapongeze sana mashabiki wa mpira wa Pemba, wameonyesha ukomavu wao, wamesupport mashindano kutoka mechi ya kwanza mpaka ya mwisho, na tournament imekuwa nzuri, kifupi Unajiandaje na michezo ijayo kwa kumalizia msimu wa ligi? Yes, mwezi huu wa tano ni mwezi mzuri. Mwezi wa tano ni mwezi mzuri kwa sababu una mechi za kombe la CDB, una mechi za ligi na mechi za kufunga funga mahesabu za msimu. Kwa hiyo naamini inshallah mwezi huu utakuwa na furaha kubwa kwa sisi. Hadi tunafahamu wananchi wako wa mashughuli. Leo umekuja na taji, vipi tutegemee wananchi? Ili kombe la muungano tunakwenda kuliratibu maalum kuhakisha kwenye safari ya mashabiki ambao wataondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Tanga kucheza dhidi ya mshenga yule mshenga, tunasafiri na ili kombe watu wa Tanga pia wakapate kuuona umuhimu wa muungano na wajue bingwa wa Tanzania nani, na huyu mshenga nakwenda kucheza naye pia ajue bingwa wa Tanzania ni nani. Kwa hiyo ili kombe litaondoka, nimeshaomba ruksa kwa rais wetu na amekubali. Kombe itaondoka na msafara wa mashabiki utakaondoka siku ya tarehe kumi na sita kuelekea Tanga kwa ajili ya mchezo wa nusu fainali dhidi ya Mshenga. Mshenga ni mpeleka taarifa. Hey, hey. Eh, tutamtumia yeye kupeleka taarifa. Kama unaelewa haraka kile. Asanteni.